обращением президента США господина Трампа пощадить жизни. Wakati Rais wa Russia, Vladimir Putin, akidai kuwa Russia imedhibiti kikamilifu eneo la mkoa wa Kursk na kuwazingira askari wa Ukraine walioko katika mkoa huo, jeshi la Ukraine limeendelea kukanusha na kusema kuwa hawajazingirwa na vikosi hivyo vya Russia. Katika kauli yake kuhusu wanajeshi wa Ukraine walioko mkoani Kursk, Rais Putin amesema namnukuu, kwa sasa wanaweza kuchagua moja ya mambo mawili tu, kujisalimisha ama kuuawa, Amesema Putin mwisho wa kunukuu. Hiyo inakuja baada ya Ukraine kukubali mpango wa kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30 kufuatia mazungumzo yaliyofanyika huko Saudi Arabia na Marekani. Hata hivyo, masharti aliyoweka Putin yameleta utata mkubwa, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiyataja kama mbinu za ujanja ujanja, na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuimarisha vikwazo vyake dhidi ya Russia. Kulingana na vyanzo mbalimbali vya habari mbali, vya, vya kimataifa, katika mkutano wa waandishi wa habari jijini Moscow leo, Putin amewaeleza kuwa wazo la kusitishwa kwa mapigano ni sahihi, lakini kuna maswali yanayopaswa kujibiwa na kujadiliwa kwa kina. Amesistiza kuwa usitishwaji wa mapigano hayo lazima ulete amani ya, ya kudumu na kushughulikia mizizi ya mzozo huo ambao umedumu kwa takriban miaka minne sasa. Moja ya vipengele vya masharti yaliyoweka ni kuhusu eneo la Kurski ambalo Rasia inadai kuwa lilivamiwa na vikosi vya Ukrain kuanzia Agosti 224 Putin alidai kuwa Rassia imedhibiti kikamilifu eneo hilo na askari wa Ukrain walioko huko wamezingirwa na hawana la chaguo zaidi ya kujisalimisha ama kuuawa. Sasa Russia imeachilia vipande vya video vinavyoonyesha uharibifu uliosababishwa na makombora yake katika mkoa wa Kursk na mkoa wa Kherson ulioko Ukraine ambayo awali ilikuwa mikononi mwa jeshi la Ukraine ambalo linadaiwa kurudishwa nyuma kutokana na mashambulizi hayo. Huu ndio muonekano wa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo.